Asubuhi tuliwaonyesha hali na mazingira ya jiji <tukano> la Luanda hapa Angola, namna ambavyo e, na sasa hivi ni majira ya saa mbili saa mbili usiku kwa saa za sasa baada ya kukuonyesha asubuhi hali ambavyo huwa inakuwa, na sasa hivi ni usiku majira saa mbili, na hii ndio mitaa mbalimbali ya jiji hili la Luanda hapa Angola. Hii ndio hali e, tumetoka kwenye moja kati ya hoteli fanya barabara zao kidogo hata hizi za mitaani kupumua sio, yani, hazibanani sana kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia katika baadhi ya maeneo ama nchi zingine. Kwa hiyo kwa dakika kwa chache na kutembeza na utatazama sasa Luanda eh, usiku inaonekanaje? Twende tuitazame hali ya usafi kama ambavyo tuliona asubuhi, na sasa hivi ni usiku saa mbili, hali iko vile vile.

saa mawili na wao wenzetu wako nyuma kwa hayo masaa mawili. Hii hapa ndio Luanda by night. Endelea kutazama, endelea kucheki namna ambavyo wenzetu wamepangilia mji wao, barabara zao na mambo kama haya. Wanasema kutembea, kusafiri ni kujifunza, na sisi tunaendelea kujifunza masuala mbalimbali, kama ambavyo nao wakija nchini kwetu, basi wanaondoka na mawili matatu ya kujifunza. Na sisi viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa kisekta, kwa hiyo kuna mambo ambayo wanayachukua hapa na wakwenda kuyafanya uh, nyumbani na wao pia, watakapokuja nyumbani kuna ambao watayatoa kule watayaleta hapa, hiyo ndo maana hali ya usafi inavutia kiukweli. Barabara huwezi kukuta kopo, machupa ya plastiki yametupwa barabarani. Wanajitahidi sana wakazi wa jiji hili la Luanda kutunza